Mara nyingine tena serikali ina jukumu kubwa na lapsingi, la msingi la kuhakikisha wananchi wake wanapata makazi bora. Leo tupo hapa kwa ajili ya kuzindua mambo mawili, kwanza ni uzinduzi wa mfumo digitali, wa kidijitali wa utoaji wa huduma na pili uzinduzi wa mauzo ya nyumba za mradi mpya wa nyumba za kisasa huitwao Mwinyi Housing Scheme. Miradi yote hii miwili ina umuhimu mkubwa katika kufanikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha wananchi wa Zanzibar wanapata makazi bora na kurahisisha huduma zinazotolewa na shirika la nyumba hapa Zanzibar. Kwa mara nyingine tena nalipongeza shirika la nyumba kwa ubunifu wao wa kuanzisha mfumo huu wa kidijitali tunaozindua leo hii. Mfumo huu sio tu utarahisisha utoaji wa huduma, bali pia utaondosha matatizo ambayo yalikuwa chanzo cha migogoro katika huduma za ukodishaji wa nyumba hapa nchini. Aidha, mfumo huu utawawezesha wananchi kununua nyumba na kulipa popote walipo, pamoja na kuwaunganisha na mabenki mbalimbali mbali. hakika haya ni maendeleo makubwa katika sekta ya nyumba na makazi hapa nchini. Mheshimiwa, naomba sasa, hapo kuna vingi, gusa unachokitaka itatokea jina, jina hilo litakalotokea hapo ndio mshindi na atakayepata nyumba hiyo Hivyo serikali imedhamiria kujenga nyumba za kisasa na majengo ya biashara ya kisasa, hatua ambayo vilevile itaimarisha hadhi na haiba ya miji yetu. Kwa upande wa nyumba za makazi, hivi sasa serikali kupitia shirika la nyumba linaendelea na ujenzi mradi wa nyumba elfu tatu Chumbuni, ambapo nyumba zipatazo elfu moja na tisini na tano zinajengwa kwa awamu ya kwanza. Hivi karibuni utaanza mradi wa Mwinyi Housing Scheme Kisakasaka ambao katika awamu ya kwanza nyumba mia tano na ishirini zinajengwa na mauzo yake tunayazindua leo hii. Napenda kuwahakikishia wananchi kuwa serikali itaendelea kutafuta fedha zaidi za kuendeleza miradi mikubwa ya ujenzi wa nyumba za makazi katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Hivyo niwashajihishe, mjiandaye kununua nyumba hizo, miradi inakuja. Utachagua mwenyewe kama utakaa katika nyumba mpya za Kikwajuni au Saateni au Kwahani au Kisakasaka. Tumwombe <coughs> Mwenyezi Mungu atuwezeshe katika kutimiza ndoto yetu ya kuwa na makazi bora ya kisasa kama ilivyo katika miji. Napenda kutoa wito kwenu kama ule niliyoutoa kwenye uzinduzi wa mauzo ya nyumba za kisasa za Chumbuni kuwa tununue nyumba hizi ambazo zipo kwenye eneo lenye hadhi ya juu yaani prime area. Nachukua fursa hii kuwapongeza wale wote ambao tayari wametumia fursa hii kwa ajili ya kujipatia nyumba bora za makazi. Napenda kutumia fursa hii kuwaarifu wafanyakazi wa serikali kwamba tutafanya mpango maalum wa kuwawezesha kupitia makato madogo ya mishahara yao kupata nyumba bora za makazi. ni siku muhimu sana katika safari yetu ya kuboresha huduma za umma kwa shirika la nyumba Zanzibar. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako, naomba kuwasilisha maelezo ya uboreshaji wa mfumo wa usimamizi wa makazi ya ZHC pamoja na app yake ya ZHC Connect, ambapo ni hatua kubwa ya kiteknolojia inayobadilisha jinsi tunavyotoa huduma za makazi katika visiwa vyetu. katika uboreshaji wetu tumetumia falsafa sita za utekelezaji wa mfumo huu tukianza daraja la kidigitali kwa kila mwananchi. Falsafa kuu ya uboreshaji, mheshimiwa rais, ni rahisi yenye nguvu, na lengo ni kuleta huduma za ZHC moja kwa moja kwa mwananchi popote walipo kwa kutumia ZHC Connect. Hii inamuondolea mwananchi safari ndefu hadi ofisini na kungoja kwa muda mrefu sana. Mambo haya sasa yamekwisha. Shirika la nyumba Leo tumezindua mfumo muhimu ambao umepunguza yale yani zile changamoto, umerahisisha mwananchi kupata huduma. Wiki iliyopita mheshimiwa rais, tulikuwa tuna tumezindua kanuni ya uhaulishaji wa ardhi ambayo ilikuwa ni changamoto kubwa kupitia kamisheni ya ardhi, na kama tunavyofahamu kwamba kamisheni ya ardhi asilimia themanini kazi zinazofanya ni uhaulishaji. Kwa hivyo juzi, kwa tumezindua kanuni yake ambayo imerahisisha imeondosha urasimu. Na urasimu wenyewe ni kwamba una vifungu vingi kanuni, lakini kimoja ni kwamba yale maeneo ambayo yamepimwa na serikali ukichukua fomu ya ufaudishaji, ilikuwa uanze kwenda kwa sheha, halafu pite kwa mkuu wa wilaya, halafu ende kwa halmashauri, yani ilikuwa ni mzunguko. Hatukuweka hapa kutokana na jambo la leo sio halihusiana na masuala ya, ya ardhi lakini nataka kusema tu kwamba tumepunguza urasimu mkubwa. Kwa hivyo fomu zile sasa hivi haziendi kwa sheha wala haziendi kwa mkuu wa wilaya, zinakuja moja kwa moja. Mwananchi anakuja kamisheni, akisha kuchukua fomu ile uhawilishaji, katibu mtendaji anajiridhisha vipimo kupitia mkurugenzi wa upimaji, anabadilisha, wanatoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwengine.